Idara ya Afya ya Kaunti ya Mombasa, kitengo cha uhamasishaji ingependa kuwatahadharisha wakazi wetu wa Mombasa dhidi ya msimu wa mvua uh, unaowadia. So ningependa kuwatahadharisha na kuwahimiza, lazima tuhakikishe kuwa tunasafisha mikono yetu na maji na sabuni. Maji lazima tuhakikishe kuwa ni maji inayotiririka. Ni lazima tuzingatie usafi sahihi wa chakula na pia ni lazima tuhakikishe kuwa tunakunywa maji masafi iliyotibiwa. Na la muhimu sana, ili tuweze kuzuia mazalio ya mbu, ni lazima tuhakikishe kuwa tunaondoa vitu vyovyote vile ambazo zinaweza zikawa zika ni mazalio ya mbu, kama vile vifuvu vya nazi, makopo ma, ma, yoyote ambayo yametupwa kwa maeneo karibu na nyumba na hata magurudumu ya gari ambayo yamewachwa tu violela. Tine, ni lazima tuhakikishe kuwa tunaepuka maji yaliyotwama na yaliyo machafu. Hii ni kwa sababu magonjwa yale ambayo yanaweza yakatokea ni kama uh, uh, kolera na hata kichocho. La mwisho kabisa ni kuwahimiza kuwa wakazi wetu lazima wahakikishe kuwa wanalala ndani ya neti iliyotibiwa, msimu wa jua, msimu wa mvua, kila wakati na hata kila mahali wanapokuwa wanalala.